Maisha yako ya leo yanahitaji chakula cha leo. Siyo chakula cha jana. Jana imepita na neema ya jana imepita. Bwana anaishi na wewe leo. Na ndiyo maana utahitaji chakula cha leo, utahitaji maji ya leo na utahitaji kila kitu cha leo leo. Wala hauwezi ukachukua baraka za jana kuwa baraka za leo. Kama utasema ule chakula cha jana, chakula cha jana ni kiporo. Na hata kama utasema ndiyo, bado ningali na nguvu, naweza nikasogea mbele na chakula cha jana, ndiyo, unaweza ukaishi katika udhaifu huo wa chakula cha jana nam Leo ikipita tena ukiwa na chakula cha jana na ukaisogelea kesho, kesho ukisema uishi na chakula cha jana ch ch ch juzi, maana yake ni kwamba utaendelea kuwa dhaifu na kuendelea kuwa dhaifu na kuendelea kuwa dhaifu, hatimaye utaondoka tukikuangalia, kwa sababu umejaribu kuishi na kilichopita. Maumbile ya asili yetu sisi ni wahitaji, na uhitaji wetu, tunahitaji kila siku kwa ajili ya leo. Unahitaji kila siku kwa ajili ya leo. Yani mahitaji yangu ni ya leo. Leo ninahitaji chakula cha leo, nahitaji maji ya leo, nahitaji nini cha leo, na wahitaji watu wa leo. Nahitaji afya ya leo, nahitaji kila kitu cha leo.